Katika jiji la Mwanza tukiwa na mashabiki wa klabu ya Yanga wakitoa mitazamo yao hasa kutoka katika eneo hili la chake chake, wao wakijibu kile ambacho Young Africans pia wameweka kama chapisho kupitia mtandao wao na ukurasa wao wa, ins wa, Instagram chapisho ambalo wamesema kwamba mchezo wa marudiano wa dabi ya Kariakoo hawatacheza kama vile ambavyo walikuwa wamekwisha kutoa e, taarifa mwanzoni, licha kwamba wameshakwisha kupokea majibu yao kutoka kwenye mahakama ya kimichezo usuluhishi kasi, lakini bado Young Africans hawatapeleka timu uwanjani. Je, wanachama wa klabu ya Yanga na mashabiki kutoka hapa jijini Mwanza wanasema nini kuhusiana na kauli hiyo. si kutoka katika jiji la Mwanza na hasa kutoka katika eneo hili ambalo ni eneo la Chakechake Chake. bila shaka sijakosea Chake Chake e, hasa tunaita mtaa Mrumbani. Haya, basi mzee wangu, kwanza tukufahamu kwa majina, lakini pia tufahamu timu ambayo unashabikia. Kweli ni mwanachama wa Yanga? ni kweli kabisa, nina kadi zote mbili ya tawi mpaka ya, ya taifa. tukufahamu kwa majina yako mzee wangu. kwa majina anaitwa Jumanne Abdurrahman Shinkula. Kwa ajili ya michezo mingine inayocheza hasa mwenyekiti wa bao, naitwa Mashindo Gandama ya la ga michezo <laughs> Hiyo nimeelewa. Sasa sawa, mzee wangu kwanza eh, tuende moja kwa moja kwa upande wa Young Africans. Wao oh, wametoa chapisho lao, wamesema kwamba eh, mchezo wa dabi ya Kariakoo hawachezi licha ya kwamba Castel amekwisha kutoa mrejesho kwamba Young Africans hakuzingatia utaratibu ule ambao anatakiwa kufuata. Kwa kuwa wewe kwanza ukiwaaa kama mshabiki wa klabu ya Simba, mshabiki wa klabu ya Yanga kwa kuwa kwanza hii taarifa imeipokea kwa namna gani kutoka ndani ya klabu yako? Mimi nadhani sasa kuamua, maana tukiamuaga hayafiki kule kwetu kule, kule, kule juu yanakomea njiani, wala nikiongea hayafiki, ila si mimi, kwa maoni yangu hatuwezi kuingia, tumeshamaliza sisi, mchezo umeisha. Kwa kuwa ukiendelea kukutana, kwa mfano, ukapata nafasi ya kukutana na Arafat Haji pamoja na engineer Hersi Said, wewe ungezungumza nini mbele yao? Namwambia tu bwana atuingie atu tumeshamaliza kazi yetu. kwa nini msiweze kuingia kwenye mchezo na hali hii? kwa sababu watu wanapata hasara. Kuna watu walikuwa wanatoka Dar es Salaam, wanatoka wanapanda ndege kutoka Ulaya, wanamaliza hela zao, leo atarudishia hiyo gharama watu wale, washabiki wamechukia, warudisha gharama zao watu wanatoka Mwanza hapa na kula mpaka kulala, gharama zao watarudisha wapi? Na hivi tukiingia, tuki tena hawata wa, wa, wa, wa, watarudia tena ku, ku, ku, ku, kususia, watu wataendelea kupata hasara. Lakini sio wamepewa maelekezo kwamba kwa wale ambao walikuwa wamekwisha kupata tiketi, utaratibu upo pale pale, watazingatiwa. Je, wao walienda wata Mwanza, watawapatia wata, wata tiketi ya kutoka huko mpaka kwenda kule bado wanarudisha pale pale ni tikiti. Je, walio gharama ni gharama sio? tikiti tikiti hata nikatoa tama mara mbili. Ile gharama ya kutoka Mwanza mpaka Dar es Salaam na kulala na kula watarudisha hiyo gharama sio? tumeshamaliza mchezo bwana. Sawa, ukipata ukipa, ukipa nafasi pia kuwashauri e, mashabiki wa klabu ya Yanga, kama we ulivyo na wanachama wenzako, ni kitu gani hasa ambacho we unaweza kuendelea kuambia kama mashabiki? Yale uliyosema ni kwa ajili ya uongozi, mashabiki wenzako wangu nawaambia vile vile tu, siwezi si, kubadilika kurudi nyuma na kurudi nyuma ni wiko mimi nasonga mbele, haturudi hatuingie hat, hat, hat, hat, hatu uwanjani, tumeshamaliza mchezo sisi. Basa, mimi nikushukuru sana mzee wangu. Sawa, sogea na Ibro tu, ala, tuzungumze na huwe, matatu mm. Eh, kwanza tukufahamu kwa, kwa, kwa majina majina yako? Eh, naitwa eh, Anton Pascali Hainga. E, we ni shabiki wa Yanga, mshabiki wa mnyama, mshabiki wa Yanga Young Africans, amtaki kupeleka timu. Ni kitu gani kwanza ambacho ninyi kinawaboa kupeleka timu wanjani? e, mimi naona ni kulingana na uongozi tu ulioko kwenye ngazi zile, zinakuwa haziko cost sana kuweza kuangalia kile ambacho kinakwenda kukifanya kwa siku ya leo, lakini wao walitoa mwongozo na kama mwongozi mmeutoa na ninyi mmesema kwamba bado e, timu impeleki uwanjani. Ikatokea mpaka ligi inakwisha, Simba tayari wakawa wametai, na inahitajika mchezo wa mwisho huo wa maamuzi. Hamtapeleka timu uwanjani? Ndio, hatuwezi kupeleka timu wanjani Ndi, au ndio kwa kuwa ni uongozi umesema? Ah, kwanza naanza kujitambulisha kwa majina, naitwa Mumezi Bukadu Rudinga, mshabiki wa Yanga eh, tuweze kupeleka timu uwanjani kwa sababu hii imekuwa tatizo, imekuwa endelevu. Kwa nini Simba inapokuwa anacheza wao hautokei wakao wakaahirisha mechi? Sisi ilitokea mara ya kwanza, Yanga alikuwa mwenyeji, ikabadilika, ikaahirishwa. Imetokea mara ya pili, Yanga alikuwa mwenyeji, akaahirishwa Kisa inaonekana pale juu, kuna sababu ambayo inasababisha inaangukia upande mmoja, ina mbereko ina sisi, anamua, dalaja, na beba. Sasa sisi tumekubaliana kama anaamua kushusha daraja tuko tayari kushuka daraja, tutajipanga, tuna pentu tunachukua, haina shida, tutaanza tutatuende huko tushuke, baadaye tutapanda, tutaendelea na mwingine. Wewe ukipata nafasi ya kuzungumza na mashabiki wa Yanga pamoja na uongozi wa Yanga, kwa kwa kwa msimamo wako umetoa, lakini pia kwa wale ambao wanatarajiwa kuja, ni kitu gani hasa ambacho unaweza kuambia ni e, kwamba tu kwa maziha tu kwamba tusikubali kupeleka timu uwanjani maake baada tutaonekana tunaendelea kubuluzwa. Tukufahamu kwa jina la utani, Jina lako autano? ah, mimi sina jina la utani zaidi ya hayo, sina. Basi ah, sawa eh, tupate pia mahoji matatu kutoka eh, kwa kaka mkubwa eh, kwanza tukufahamu kwa majina yako, ni Hamisi Juma Nechacha. Na ukiwa kama mshabiki wa klabu ya Yanga nafria kupeleka timu na wametoa taarifa kwamba msimamo wako uko pale pale licha ya kwamba wamekwisha kupokea mrejesho wao. Wewe mtazamo wako ni upi kama mwanachama na shabiki wa klabu ya Yanga? Hatuwezi kuweka timu kwa sababu sisi tushapeleka timu uwanjani tarehe nane. Sasa tushapeleka timu uwanjani ikafanya mazoezi timu nyingine ije sasa ikutokea yenyewe Simba au kutokea nyuma timu sasa nyingine watakao panga ndale yao. Mechi saa kumi na moja watu wameshajiandaa mechi saa moja. Umeona? kwa, kwa yani, ni vitendo ndivyo vinakuwa vya niendelevu. Umeona, yani niendelevu, wanapoona kwamba kuna gap fulani, nataka kwamba labda Yanga anakwenda kuchukua ubingwa wake. Sasa ndio haya yanayotokea. Umeona, kwa sababu umeshaona mbali wakati kwamba hapa Yanga sasa anakwenda kuchukua ndoa yake tena kwa mko mara ya nne. Sasa kichofanyika sasa hapa watengeneze wa mfumo kusema kwamba hii Simba ilifanywa sio ifuje uwanjani sio ilifanywa vitu gani, wao wanajua wenyewe wao itaenda Simba na TFF uwanjani kwenda kucheza, ila pengine wewe ukipata nafasi ya kukutana na uongozi wa, wa, wa soka hapa nchini Tanzania, ni nini hasa ambacho unaweza kuhimiza bodi ya ligi pamoja na mlezi wa mpira shirikisho la mpira wa miguu Tanzania bara, TFF? Ila mimi nikaonana na viongozi wangu, nitaambia msimamo wao ni ule ule, usibadilike. Hauna haja kukutana na uongozi wa TFF huwezi ukaa nayo hiyo. Hiyo ni ngumu. Basi sawa, zungumza kwa mashabiki wa klabu ya Yanga pamoja na uongozi wa klabu ya Yanga na wanachama wenzako unalipi pengine la kuambia kwa pamoja? Bana mimi nachoambia kwamba sisi tushikamani tu kama timu hii ndio uwanjani, isiende kweli uwanjani. Isiende kweli uwanjani sababu kusema kwamba atuende uwanjani na bodi timu bado ni mpeke uwanjani toba, sisi bado ni dhaifu. Yaani kama timu yaiende wani kweli, isiende kweli uwanjani. Basa, mimi nakushukuru sana. Mara baada ya kusikia mashabiki wa klabu ya Yanga, je, unaamini kweli Young Africans hawatacheza mchezo wa marudiano wa dabi ya Kariakoo? Endelea kusalia pamoja nasi. Hii ni SAUT Digital, jina langu Filimoni Mawazo.